Hakuna binadamu anaishi katika dunia hii bila kukosana. Ikiwa wewe hujakosana na mwenzio, basi mmoja katika mawili, ema waishi pahala peke yako kama jini vile, upenda sengine majini kuishi peke yao. Lakini hata majini pia waishi katika familia, msione majini wakaa peke yao. Majini waishi katika familia zao, wana mikutano yao, wana kila kitu chao kama vile wanadamu. Kwa hivyo, ima wewe waishi peke yako au una mushkili fulani sio wa kawaida, kwa sababu mwanadamu wa kawaida lazima atangamane na wanadamu wenzake, na katika hali ya kutangamana kibinadamu lazima kunatokea kidogo hapa na pale mwikwaruzo ya sampuli mbalimbali, mengine kwa sababu ya kidunia, za kidunia na zingine kwa sababu za kidini. Sasa baada ya mikwaruzo na kukosana, unatokea kila pale. Watu wakosana barabarani, watu wakosana kazini, watu wakosana sokoni, watu wakosana majumbani, mume na mke wakosana, baba na watoto wake wakosana, ndugu kwa ndugu na kadhalika, na marafiki na kila mtu. Baada ya kukosana, kuna kusameheana, lakini kusameheana kuna sampuli mbalimbali mbali.

la yakunu maahu ni kule kusamehe ambapo hakufuatiliwi na alitab, wala atathrib, wala alisaa. Ni kule kusamehe ambako hakufuatani na haya mambo matatu. Hakufuatani na itab. Itab ni kulaumu wala hakufuatani na tathrib. Tathrib ni kulaumu kwa lugha kali, kwa lugha nzito ya kukosoa, lugha ya maudhi nzito zaidi hiyo. wala isaa, wala kufanyia na ubaya. Vipi nakuwa mambo haya? Umemsamehe aliyekukosea, lakini baada ya kumsamehe pale ile ile siku ya kumsamehe kwanza, ukaanza kumpa kum, kum lugha za kumlaumu, wajua, mimi ninakusamehe ni heshima ya babako tu, kama si heshima ya babako, kwamba mimi ninakaa naye vizuri, mingekuwa ninakutia ndani. hii umsamehe, lakini leisa safha aljamil, maana unamfanyia itabu unamfanyia tathrib. Umemsamehe lakini umemkwaza, umemchoma roho. Mimi bahati yako wewe na nakusamee, nakuonea imani. Maana yake vile ngekufanya mimi wewe aa, usingeweza kustahimili. Ingekufanya kama kuku yule ambaye akaribia sasa kukangwa na, na mafuta ya, ya moto maneno mazito mazito, kama alafu, <gibu> a lanu laisa asafh aljamil. Nyingine sasa ya tatu isaa isaa, ni ushamsamehe, lakini kila pahali ukikaa wamsema, akipita pahali yule ah, ahalialiwa kunikosea vibaya sana, lakini namsamehe. Bahati yake, mnamsamehe yule kijana, wamsema wamtia ila wa mzungumza wa msengenya wa mwaribia jina kila pale, lakini unamsamea. Hii sio safha aljamil. Sasa safha aljamil ni ipi? Safha aljamil ni hii aliyoeleza Allah azza wa jalla ndani ya Qurani, kwa mifano. Mfano wa safha aljamil ni tusome Qurani, inasema hivi qalu, ndugu zake Yusuf alayhi salam baada ya kugundua kwamba huyu aliyoko mbele yetu, waziri wa hazina za mali, waziri wa hazina za chakula na fedha katika mji wa Misri, CS wa treasury, hazina zote zilizoko mji wa Misri, yeye ndiye anayesimamia, hata pengine zaidi ya CS. Mamlaka yote ya mambo ya chakula, mali, kila kitu iko kwake. Kumbe huyo ndio Yusuf ndugu yao yule waliomtia ndani ya ghayabatil jubbi katika kisima. Sasa wakamwambia, a innaka la anta Yusuf ah, wewe ndio Yusuf. Yusuf akamwambia, ana Yusuf, mimi ndio Yusuf. Wa hadha akhi, na huyu Binyamin, huyo hapa ndo ndugu yangu. So huyo pia alimlimpoteza ndo huyo hapa ndugu yako. kad manna allahu alaina

amekwisha kukuteua, Allah amekuchagua, amekuenua ewe Yusuf. Hatukujua hatu, wala hatukudhania kwamba mambo yatakuwa kama hivi. wa in kunna la khatiina, leo tumekubali, tumekiri ya kwamba sisi tumekosea. Sasa hapa ndipo kwenye mambo, hapa ndipo kwenye kazi. Sasa Yusuf, kumbe ndio huyu, na sisi ndio wale ambao tulikuchukua ewe Yusuf, tukakuweka ndani ya kisima. Kwa hivyo leo tumekubali kwamba sisi tumekosea. Ingekuwa ni mja wa kawaida, hii ingekuwa ni fursa kubwa sana ya kulipiza kisasi. Hii ingelikuwa ni fursa kubwa sana ya kuwakumbusha yale madhambi yao walivyofanya na yale makosa walivyofanya. Kawaambia eh, hey, mwakumbuka mlivyonichukua mkanipeleka kwenye kisima. Hey, mkanirushwa, mlikuwa siku zile, mwafikiria nini siku zile? Mkafanya mambo haya. Kwanza nani aliyapanga katika nyinyi? Hebu nionyesheni, yule mkubwa wenu nani? Kataka kujua details zimfanywaje nini nini. Yusuf alaihi salam aliwaambia hivi. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Allahu akbar. La tathriba alaikum alyawm, hiyo ndio sentence aliozungumza baada ya jamaa kusema sisi tumekosea. Yusuf akawaambia leo hii hamuna nafasi ya kulaumiwa. Leo si siku ya kulaumiana, leo si siku ya kuangalia nani aliyefanya makosa na makosa yalifanywa ya vipi na kwa nini. La tathriba alaikum yaghfiru llahu lakum, Allah azza wa jalla atawasamehe. innahu huwa lghafuru rahim, Allah azza wa jalla ni mwingi wa kusamehe. Wallahi, maneno ya kutoa machozi. Allahu akbar, maneno ya kutoa machozi. Ibara amezungumza Yusuf ni ibara kubwa sana, awambia ndugu zake waliomfanyia mkasa walikuwa na nia ya kumua uktulu Yusuf au itrahuhu ardha yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min baadihi qauman salihin, muweni Yusuf au mumtie katika kisima, baada ya hapo nyinyi ndio mtakaobakia kwamba ni wapendwa kwa, wa kwa baba yenu. Walikuwa na nia kama hii. Yusuf leo awaambia la tathriba alaykum alyawm, leo si siku ya kulaumiana jamani, leo sio siku ya kuangalia haya mambo, kwa nini muyafanya nini nini? Yakfiru llahu lakum, tena sio mimi nitakayewasamehe, namwomba Allah awasamehe. Wazazi wake walipokuja wakamsujudia na ndugu zake walipoingia wakamsujudia baada ya kurudi na wakwenda kwa kwao nyumbani na kurudi na wazazi walipomsujudia, katika sheria ya Nabii Yusuf alaihi ssalam na mitume wa nyuma ilikuwa kusujudu ya ruhusiwa mja kumsujudia mwenzake mja mwenziwe. Kwa hivyo usije ukatatizika hapo, ah, ilikuwaje wakamsujudia? Qurani inasema hivyo, wa kharru lahu sujadan wakaporomoka chini wakamsujudia Yusuf alayhi salam. Ndiyo yalikuwa wakati ule mamkuzi ya hishma, ndio hivyo watu wanamkuana kwa kusujudiana. Kwa hivyo wazazi wake Yusuf wawili, baba na mama, na ndugu zake wakamsujudia, ikawa ni tafsiri ya ile ndoto aliyoyota Yusuf alayhi salam, inni raaitu ahada ashara kaukaban washamsa walqamara raaituhum li sajidin, ndio hii tafsiri yake. Shams wa qamar ni baba na mama wa ahada ashara kaukaban nyota kumi na moja ni ndugu zake wakamsujudia. Kwa hivyo Yusuf alaihi ssalam akawambia, ya abati hadha tawilu ruyaya min qabli. Hii ndio tafsiri ya ile ndoto nilikueleza nilipokuwa mdogo, babangu, tafsiri yake ndio hii. Wakad ahsana bi na, na Mola wangu subhanahu wa ta'ala amekwisha kunifanyia neema kubwa sana Id akhrajani min asijni, aliponitoa katika jela. Alikuwa katika jela, alifungwa kwa dhulma, lakini alifungwa jela. Akhrajani min asijni wajaa bikum min albadwi, na akawaleteni nyinyi kutoka katika sehemu za badwi kule, mkaja paka hapa Madina. Mumekuja Madina kwa fadhila za Allah, azza wa jalla, kisha kwa fadhila za, ma... za yusuf alayhi salam kwa Allah azza wa jalla kumteua na Allah azza wa jalla kumpa daraja. Nimesema maneno haya kwa nini? Kwa sababu alipokuwa Yusuf alaihi salam iwaeleza neema ambazo Allah kamteua nazo na neema ambazo Allah kamtunuku nazo hakutaja yale makosa ya ndugu zake, akaemezea vile vile kama alivyomezea kule nyuma. Mara ya pili akaemezea, kisha akaongeza tamko kubwa sana, akasema

Baini wa baina ikhwati, baada ya shetani kuchochea baina yangu mimi na ndugu zangu. Angalieni lugha, angalieni ibara, angalieni hikma ya Yusuf Alaihi Issalam.